minne ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, wakati anaingia madarakani, idadi ya leseni ambazo tulikuwa tumetoa katika makundi matatu ya vyombo vya usafiri kuna usafiri wa abiria passenger service vehicles. Kuna usafiri wa mizigo goods carrying vehicles. Lakini kuna usafiri wa magari ya kukodi, idadi ya leseni ambazo zilikuwa zimetolewa na LATRA zilikuwa laki mbili sitini na sita elfu mia mbili na moja kufikia tarehe 31 Machi 2025 idadi ya leseni ambazo tumezitoa ni laki 334859. Hii ni sawa na ongezeko la leseni laki moja na 8658, sawa na asilimia 48 ya nyongeza. Hii tafsiri yake nini? Fursa zimeongezeka, uwekezaji umeongezeka katika usafiri ambao sisi tunaudhibiti na haya ni mafanikio sisi tunasema katika huduma hizi ambazo tunazidhibiti, tumekwenda kuboresha huduma za mijini na namna ambayo wengine wenu mmeshaona, tumetoa ruti elfu moja na saba katika miji mbalimbali nchini. Hizi ruti mpya ambazo tumezitengeneza, ili mtu akipanda gari alipe nauli mara moja, lakini kwa urefu mkubwa, na nitatoa maeneo machache ambayo tumefanya. Kwa mfano, katika Dar es Salaam hii kuna ruti inaanza Mbezi Luis inakwenda mpaka Kisarawe. Of course, Kisarawe ni mkoa mwingine, lakini ni huduma ambayo mtu anaweza akatoka Mbezi Luis akapitia malamba mawili kule, au akapitia banana, lakini akaenda mpaka Kisarawe. Hiyo ni ruti ambayo tumeijenga, tumetengeneza na inafanya kazi kutoka Toangoma mpaka Pugu Station kupitia Kilwa Road na kupitia Nyerere Road. Hizo ni ruti mpya ambazo tumezitengeneza Kivukoni kwenda Bunji sokoni inapitia Bagamoyo Rodi, lakini kuna kutoka Gerezani mpaka Bunji sokoni nayo inapitia Bagamoyo Rodi. Tuna ruti tumetengeneza kutoka Buyuni sokoni kwenda stendi kuu ya Magufuli kupitia Kinyerezi. Kuna ruti kutoka Mbade Kisewe Gerezani kupitia barabara ya Kilungule, Changombe, Usalama. Hizi ni ruti ndefu ambazo mtu akipanda mara moja, nauli ya juu sana mtu ambaye atafaa atalipa kwenye ruti ndefu haizidi shilingi elfu moja mia nne. Tumeboresha mfumo wetu ule wa kufuatilia madereva, tunawapa kibutton. Sikia, nimebeba cha kwangu kile identification button. Dereva anapowasha gari anaweka button pale, inasoma leseni yake, inasoma na yeye tunajua gari hili. Kwa kutumia mfumo wetu wa mfuatiliaji wa magari tunajua anaendesha John Jacob, kwa mfano Leseni namba hii, gari namba fulani. Tumeshatoa vitufe kwa madereva 8172, lakini hao madereva wote ambao tumetengeneza kazi data yao, kwa sababu tunaendelea kuboresha. Na nyinyi mnajua safari za usiku zilizoanza, ilikuwa ni lazima dereva awe na hicho kitufe ili tumuone. Jumla ya madereva 9191 walijitokeza kuja kufanya mitihani yetu, kati yao 45 walifaulu na kupewa vyeti vya kuthibitishwa. Kwa hiyo unaweza kuwa na kitufe lakini hujathibitishwa, lakini tunawahamasisha pia kujisajili. Tutafika mahali tutapokuwa tumeshawapata wakutosha waliothibitishwa na LATRA, wengine hawataruhusiwa kuendesha gari bila kudhibitishwa. Hii ni kote, hata malori hata teksi za abiria, yaani magari yote ambayo tunadhibiti madereva lazima tujiridhishe nao. Ndugu na wanahabari, tangu kuanza kwa safari za saa 24, nyinyi ni mashahidi. Sisi tumeendelea kushirikiana na jeshi la polisi kufuatilia huduma hizi na ubora wake, lakini pia tumeshiriki katika ukaguzi wa ubora wa huduma na namna ambavyo madereva wanatoa hizi huduma, kutambua madereva kama wanatumia i-buttons, tunafanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha matumizi sahihi ya vile vibata. Kufikia tarehe 31 Machi 2025 jumla ya mabasi 2323 tulikuwa tumeshapa ba, e, ratiba ya kusafiri usiku na mchana. Sisi kama jukwaa tunaamini ya kwamba wajibu wetu, hatua ya kwanza sisi ni Watanzania, alafu pili tunafuata taaluma zetu, kwa sababu hatuwezi kuogelea